na thamani ya wakati wake. Inatakikana kwa mtu mwenye akili afahamu ule utukufu na thamani ya wakati na muda, fursa iliyoipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, fala yudayi fihi lahdatan, wakati huo sasa asikubali kupoteza lahdha sekunde wakati mdogo utakavyokuwa. Akishafahamu sharaf na thamani ya wakati wake hatokubali kupoteza lahdha fi ghairi qurbatin, kwa kufanya jambo ambalo halimpendezi Allah, sio la kumkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah taala nasema: yajibu ala, <tis> ala sami, ni lazima kwa mfungaji ayataalama ahkama siyami, ni lazima kwa mfungaji ajifunze hukmu au na ilmu ya som. Som ni ibada kama ibada ya swala na ng nyinginezo, ambazo zina sharti zake zina nguzo zake zina vitenguzi zina mambo ambayo ni ya sunan, kuna mambo ya wajib ndani yake, kuna mambo ya makuruhu ndani yake, kuna mambo ya haramu ndani yake. Kuna mambo ambayo ni ya haramu mtu akiyafanya somo yake inabatilika, na kuna mambo ambayo ni ya haramu mtu akiyafanya aliyekuwa amefunga somu yake haibatiliki, lakini anapata madhambi na thawabu za somu yake zinapungua, lakini somu inakubalika. Unayafahamu hayo? Na kuna mambo ya mubaha ya kufanya ndani ya somu, kuna mambo yasiyopendeza ya, ya makuruhu, mtu akiyafanya hayapendezi kufanya mambo hayo, bali anatakana afanye lingine ambalo ni bora zaidi, kwa sababu yuko ndani ya wakati ambao ni mbora, haifai kufanya baadhi ya mambo hata kama ni ya halali takikano wajishughulisha na mengine yaliyo bora zaidi, kwa sababu huu ni mwezi wa Ramadhani. Unayafahamu hayo? Au unafunga tu kwa sababu mwezi umeingia? Wengi katika Uislamu kazi yao kubwa au wanachokifahamu ni kuacha kula na kunywa, halasi ama ahkamu za so, fakathirun minhum yajhalun, wengi wao ni watu wajinga wasiojua anasema yajibu ala saim, alsheikh Abdurrazzaq, ni wajibu ni lazima kwa mfungaji an yataalama ahkama siyam, ajifunze hukumu za sawm. Ni wajibu sio khiyari, ni lazima. Ukiwa unaingia katika ibada ya sawm, hakikisha umeshaisoma saw, kabla umekaa chini, umesomeshwa angalau risala moja au mbili zinazohusiana na sawm na zaidi. Ama kuingia tu kichwa kichwa ndani ya Ramadhani, hujasoma risala yoyote, ukaacha tu kula na kunywa, hii ni hasara. Anaendelea shekha anasema, kabla dukhuli ajifunze, kabla ya kuingia mwezi huu. Na hapa anatahadharisha misikiti, baadhi ya misikiti, bali sio baadhi, mingi katika misikiti maimamu na wale viongozi hawana harakati zozote za kusomesha waumini wao saumu kabla ya saumu kuingia. Watu wapo tu, utaona kubwa wanachangishana kwamba tutafukuria msikitini, sasa mlete unga. Hilo ndio jambo kubwa wanaoshughulika nalo. Imamu kuandaa risala akawasomesha waumini wake kuhusu saumu mingi katika misikiti hawashughuliki na mambo hayo. Utajua mwenyewe na saumu yako. Sisi hapa tunataka sukari, hapa ni elfu kumi kumi. Hayo mambo kwamba saumu ikoje itakubalika, uja... utajua mwenyewe. Hii ni khiana inayofanywa na wengi katika maimamu wa misikiti kwa waumini wao. Kazi yao ni kuwachangisha hela basi, hawana muda wa kuwasomesha waumini wao wengi katika watu maskini wakafunga, wakapata zero sifuri, na hela wametoa, na pengine imamu kazila, khasara juu ya khasara. Hii ndiyo hali ya maimamu wengi. Kwa hiyo tunatoa tanbihi, misikiti yote siyo somesha sawm kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Hii misikiti na khiana kwa waumini. Hivi ni kweli waumini wenu wanaijua somo vizuri kabisa kiasi kwamba hawahitaji kusomeshwa? Taqullah llaha ya ibada llah ayatuha laimma, mcheni Allah. Maimamu ma wa misikiti na viongozi wa misikiti, waurumieni waumini wenu, wanapoteza muda Hawapati chochote katika saumu zao, maskini. Na nyinyi waumini, zinapowekwa durusi katika misikiti kama hii, msikimbie. Wapo baadhi ya ikhwa na maimamu wanaweka darsa, utamkuta na watu wawili. Nyinyi wengine mko wapi? Kweli mnaijua saumu? Hebu nipe taarifu ya saumu. Hawa wanaokimbia darasa, mwambie ma maana saumu Hebu niambie tafsiri somo maana yake ni nini katika sheria? Hajui lolote kubwa, atakuambia si swaumu si, si, si si, unafunga. Hana moja wala mbili, na darasa imewekwa hayumo. Hawa ni watu ambao pia wanazihini nafsi zao, watu majahili, wasiogopa hasara. Mwezi mzima alafu napata sifuri, huogopi jambo hili? Kwani hizo darasa unatoa shilingi ngapi ili usome? Si bure tena zinasomeshwa nyingi nyingi zake, muda ambao wewe eh, una shughuli yoyote, ushafunga duka lako magharibi, saa moja una kazi gani? Anamalizia alimamu alimam ashekh Abdurazzaq anasema, li, as li alla yusida ibadatahu. Kwa hiyo wajifunze ahkamu za sofu kabla ya kuingia katika mwezi wa Ramadhan, ili wasije wakaharibu ibada zao wa huwa la yashuru, na hali ya kuwa mtu hajui kama kapata zilo. Fa inna kula ma wajaba alamalu bihi, kwani hakika kila ibada ambayo imekuwa ni wajibu kuifanya kwako wewe, fatakadumu lilmu alayhi wajibun, kutangulia elimu ya kujifunza ibada hiyo kwako wewe wakati huo, elimu hiyo siyo khiari, ni lazima. Si mnaelewa maneno ya wanachuoni, kila ibada ambayo ni lazima kwako mfano Ramadhani, si lazima ufunge. Ikishakuwa hivyo basi, elimu ya kuijua Ramadhani inakuwa siyo khiari kwako, ni lazima kwa wakati huo. Kwa hiyo kasome msikitini kwako, awafundishi, tafuta msikiti mwingine kwenye mji wako. Hakuna wanayefundisha, hama, toka, katafute ilmu sehemu wanakosomesha, kwa sababu si khiari, ni lazima. Ayuha nasu, ibada namaliza. Maneno ya al alama Ibn Baz rahimahullah anasema, falwajibu ala almuslim ala almuslimina yataallamu, jambo la lazima kuislamu ni kujifunza ma yakhfa alayhim mambo ambayo hawayajui, wayasalu ahl alilmi na ni lazima kuuliza watu wenye elimu, ama ashkala alayhim yale ambayo yamewatatiza, fima yataallaqu bisiyami wa ghairihi katika mambo ambayo yanafungamana na somu na nyinginezo katika ibada. Alama Ibn Baz anasema jambo la lazima kwa Islam ni kujifunza na kuwauliza wajuzi kabla ya kufanya saumu na ibada nyinginezo zote. Namalizia, anasema li anna allah yaqul, kwa sababu Allah anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun ta, hakika uh, fasalu ahla dhikri wa, waulizeni wajuzi ikiwa ninyi hamjui. Mathalan, mathala Sheikh Ibn Baz akapiga mfano

maksudi wal jahala na jahli mtu ambaye hata acha vitatu hivi, basi falaisa lillahi hajatun, Allah hana haja fi anyadaa taamahu wa sharabahu, yeye kuacha kula na kunywa, Allah hana haja na kuacha kwake kula na kunywa. Usipoacha vitatu hivi, qaula zuri wal amala bihi wal waljahla, Allah hana haja na funga yako kwanza hajaita funga, ameita ame kuacha kula na kunywa, sababu sio funga. Sasa kaula zuri ni nini? Unaijua? Hujui? Una, una miaka mingapi unafunga? Je, kama unaifanyaga hiyo. Walamala bihi ni nini? Unaijua? Hujui? Una, una miaka mingapi unafunga? Yanaingia mambo mengi kwenye mambo haya matatu ambayo Waislamu wengi wanayafanya, hiyo kwenye aljahala Wanawachuoni wanasema yanaingia makarata, madrafti, watu wanaocheza madrafti, kuangalia mafilamu hayo yanaitwa ya Kiislamu na mengineyo yote, hayo yanaingiza kwenye aljahal. Hayo mengine siyasemi, inalhamdulillah.